Wilaya ya Karagwe, iliyopo mpakani mwa Tanzania, inaelezwa kukabiliwa na changamoto ya biashara haramu kupitia njia za majini hasa katika ziwa Lwakajunju, jambo linalohatarisha usalama wa mipaka na mapato ya serikali. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Karagwe, Julius Laizer, wakati wa ziara ya bodi ya wa wakurugenzi wa wakala wa meli Tanzania TASAC ambapo ameeleza kuwepo kwa watu wanaotumia fursa ya eneo hilo kufanya biashara za magendo. Majanda walioko huku wengi wanategemea sana magendo mm -hmm. na biashara hauwezi kukua tu free ndani ya miaka miwili, wewe ni tajiri no? mm -hmm. ila wanaokwepa kodi, ndio maana wanafanikiwa wengi sana, na huku wako wamejaa. Na bahati mbaya, wale mara nyingi wanaokwepa kodi wanajiatachi sana na viongozi, wakati mwingine mm -hmm. kutengeneza urafiki wa kinafiki wa uongo uongo, ili kujilinda yeye, ili aendelee kufanya mambo yake kama mtu ni kada wa kwetu, awe ni mzalendo wa kwanza kulinda brandi na heshima ya serikali yake. mm. Hauwezi kuwa wewe unasema ni mwanachama alafu wewe unashiriki mbinu za kuchafua nini serikali. mm. Sisi wote tunapaswa kuwa wasafi ili kulinda heshima ya chama chenyewe. Kwa hiyo tusiwaruhusu tu, tu, watu wanaojificha kwenye eh, mavazi ya chama kuhujumu uchumi wa, wa, wa taifa letu. mm. Ni kuhusu swala la ulinzi na usalama. mm. Hapa ni mpakani mm. tusiangalie tu, tu tusidiri na kodi bila kuangalia usalama wa wananchi wetu ndio, na mali zao na mali zao mm. Sasa hapa hatuna hatuna hatuna usalama kwa sababu hakuna ulinzi wowote ambao unakuwepo, ama watu wanaondoka ama wanakuja mm. madhara yake wanaweza wakaingiza watu hii mitumbi imeshahusika mara kadhaa mm, kuwa inaleta watu wa miaji haramu kupitia njia hii bila kupitia kwenye kwenye kwenye, kwenye, semu, kwenye boda kwenye sehemu husika mm, kwenye, kwenye za idara za usalama mm. Sisi tulisha nyosha mikono tukasema kufanya magendo, sasa basi, tunaamua tufanye kazi na serikali yetu, tukilipa kodi ndio kupata kwetu maendeleo. Miundo mbinu itatengenezwa, ziare zitajengwa, barabara zitatengenezwa. Tumeshagundua hilo. Kwa sasa kila mtu ni barozi wa mwenzake, hakuna anaweza kupindisha mzigo. Tunahakikisha mzigo wote unapakiwa hapa na maafisa wakiwa hapa, wanatukagua, kisha tukagua, tunapeleka mzigo sokoni. Kuna biashara nzuri tu ambayo inafanyika baina ya nchi yetu na majirani zetu, upande wa pili. Lakini upande huu wa kwetu tunaonekana kana kwamba hatujajipanga vizuri. Sisi kama mamlaka ya udhibiti wa usafiri kwenye maji tumechukua changamoto zao, na kwa sababu ya mgawanyiko wa majukumu tutafikisha taarifa kwa wenzetu ambao wanahusika, ili tuhakikishe kwamba vituo vyote au mialo vyoyote ambayo imerasimishwa ina huduma zote muhimu ambazo zinahitajika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.